Wana, kazi hii hapa imenyoka sana sana sana sana. Kazi hii hapa, nyumba hii mpya, nyumba hii mpya. Wana, mbele ya nyumba hii naiona blandalin huko ndani na hii ndo fence napita ndani ya fence maki huku, tunaona hapa kulia kwangu huu ni fence, fence nyumba kubwa ndo hii. Huku niliko ni maeneo ya uwani, lakini hata hivyo, unaona haya mabanda, vyumba hivi vyumba hivi ambavyo vilikuwa vinatengenezwa katika mfumo huu kwenye ua wa hii nyumba, hivi ni vyumba kimoja kile cha pili, hapa cha tatu, niko katika eneo la wana, hizi tofali unazoziona hapa Chumba kingine hichi cha tatu na tofali hizi unazoziona hapa, tofali hizi za kutosha, na chumba cha nne hiki hapa, vyumba vya uani manake, nyumba kubwa ya vyumba sita. Haya, sasa upande huu hapa kwenye korido ya pili, ubavuni, ni hivi, ni vioo vioo ambavyo na venyewe ni vitatu. Uko ndani kwenye nyumba kubwa, ndani kabisa sijaingia huku ni eneo nafikiri unaweza kukawa na masuala ya jiko na kadhalika, eneo. Kwa hiyo kazi hii hapa imesimama vizuri, imesimama vizuri kabisa. Kazi hii hapa iangalie kwa makini, kazi hii hapa wala haina shida. Unaona, bwana mwenyewe hapa amekwama, anataka kuna jambo lake fulani linamtatiza anataka hela haraka iwezekanavyo.